Katika kuadhimisha sikukuu ya Eid mwaka huu taasisi ya JAI imeandaa huduma ya chakula cha pamoja kwa wagonjwa wapatao mia tano na watumishi katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Iringa na hospitali ya manispaa ya Iringa Frelimo, lengo likiwa ni kutoa faraja na kuonyesha mshikamano kwa wagonjwa pamoja na makundi mengine yanayosaulika. Katibu wa taasisi ya JAI Hassan mlanga amesema kuwa wameamua kutoa huduma hiyo baada ya kubaini wagonjwa na wafungwa mara nyingi husaulika katika jamii, na hasa wakati wa sikukuu. Makundi haya mawili, wagonjwa lakini vile vile wafungwa, ni makundi ambayo yamekuwa yakisahaulika sana kijamii, kiasi yes, kwamba wanajamii wakifikiria kutoa e, wa msaada watakumbuka haraka yatima, watakumbuka haraka wajane watakumbuka haraka walemavu, lakini watu wengi wamekuwa wakisahau sana kama kuna wagonjwa ambao wako huko mahospitalini wahitaji hawana ndugu, hawana uwezo wa kumudu gharama za matibabu, ambao wanahitaji msaada na faraja kutoka kwenye jamii yetu. Sisi JAI tumekuwa tukifanya hivyo tangu mwaka elfu mbili na nane hapa nchini, ili mwisho wa siku hawa wagonjwa, lakini vilevile wafungwa magereza waweze kupata mahitaji muhimu ambayo wanahitaji kwa ajili ya maisha yao ya kila siku, lakini pia kwa ajili e, ya kusherehekea kwa pamoja katika sikukuu kama hizi zaidi mwenyekiti wa idara ya wanawake hiyo, wa taasisi hiyo mkoa wa Iringa, Bi Fatma Adam ametoa wito kwa jamii kusaidiana bila kujali tofauti zao ili kujenga jamii yenye upendo na mshikamano. Naomba tu Mwenyezi Mungu awape moyo wa kutoa, kwa sababu walio wengi kweli wanawahitaji, ila tu ile wenzetu ambao wanavyo wanashindwa kutambua hili, kwa sababu hawapo maeneo husika ambacho kwanza kabisa nataka wajitoe wa, wa waje watembelee wagonjwa ili wajue shida ni nini. Hapo wanaweza akawa Mwenyezi Mungu akawajalia kutoa walicho nacho. Kama mwanamke, naomba tu Mwenyezi Mungu azidi kutupatia, yani kutupa moyo wa kutoa. Kama wazazi, tuone uchungu kwamba si ni wazazi, kila tunaimuona tuone kama ni mtoto wetu, au ni baba au ni mama, tuomba tu Mwenyezi. Huyu ni mmoja wa wagonjwa waliopatiwa huduma hiyo. Yeye ana kosa la kusema, anaishia kutoa shukrani na kuombea dua kwa Allah, wanajai kwa huduma hiyo. Mimi na shukuru uwezo mliofanya huu, na shukuru cha cha kuongea sina. Naomba tu Mwenyezi Mungu wazidishia pale palipo palipopungua kwa wapo kwa kweli wezekana kama wanaweza kusaidia kama walivyoniopota mimi hivi lakini Mwenyezi Mungu ndiyo ato waliko kwa e, kweli kwa mimi, nilikuwa naomba tu watusaidie sisi maskini ambayo hatuna Kwenda mbele na kurudi nyuma tuelewe tuelekee wapi tue, tue, tue. Amiri wa huduma wa taasisi ya JAI katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Iringa, Muhammad Ugurumo, ameeleza kazi nyingine zinazofanywa na taasisi hiyo hospitalini hapo ikiwemo kusaidia wagonjwa kupata mahitaji muhimu na kutoa misaada ya kisaikolojia. Kazi nyingine za JAI tunafanya kwa ajili ya kuna wahudumia wagonjwa ambao wahitaji kwa kuwapa tukifungua kinywa kila siku asubuhi tunawapa uji pamoja na chai, na pia kuwapa vifaa tiba. Saa nyingine tunawasaidia dawa, kuna wengine wanapata, wengine wanakuwa wameruhusiwa, wanahitaji hawana uwezo wa kulipiwa. Tuna wio, tuna kwa, kwa lipia, wa kulipiwa hiyo tunahudumia kwa kuwalipia wanaulimanyumbani mwao. Dr. Suleiman Bangula Uthmani kutoka idara ya upasuaji katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Iringa amepongeza jitihada hizo na kutoa wito kwa jamii kuendeleza utamaduni wa kusaidiana. Uh, huduma hii kabla ya yote kwanza, tunamshukuru Mwenyezi Mungu ambaye amewajalia ndugu zetu wajai kupata riziki, lakini kukusanya sadaka ya wa Waislamu mbalimbali na kuiweza kuifanikisha kuileta kwa wateja wetu ambao ni wagonjwa wetu katika hospitali yetu. Kama namna navyofahamu, hospitali yetu ni hospitali ya rufaa ya mkoa wa Iringa. Kwa hiyo kuna wagonjwa ambao wanatoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya mkoa tunapopata nafasi au wagonjwa wanapopata nafasi ya kupata hata riziki hii ambayo imetolewa na JAI. Kwa wale wagonjwa ambao wanataka uh, wanatoka maeneo ya mbali, inakuwa ni msaada mkubwa sana kwao, lakini pia kwa sisi watumishi ambao tuko hapa siku hii ya Idi, kwa sababu kama unavyojua tunakuwa tuko bize na kutoa huduma. Sasa sio vizuri unakuwa uko bize afu naacha wagonjwa waenda kutafuta chakula nje kwa anapokuwa mtumishi amepata chakula hapa hapa ndani ya taasisi, wakati huo anaendelea kutoa huduma, inakuwa ni jambo ambalo linatia faraja, lakini naongeza vivyo chachu ya, ya kutoa huduma. Kwa sisi tunashukuru JAI, lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu na tunawaombea aendelee kuwalinda na kuwawezesha. Huduma hii isiwe leo mwisho, bali iwe endelevu, ili na wengine watakaokuja kwa siku zijazo waendelee kupata huduma hii. Huduma hii imeacha alama ya matumaini na upendo kwa wagonjwa, ikiwa ni mfano wa kuigwa na jamii zima. Mimi ni Salma Matanza. Hii ni Alwaqar TV.